Askofu wa Dayosisi ya Mbeere Profesa Moses Masamba Nthukah, Dean ACK, ameeleza waumini kuwa Dayosisi inaendelea kufungua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ili kujiimarisha kiuchumi na kuhudumia jamii. Askofu Profesa Masamba alieleza hayo Jumapili Aprili 27 mwaka hu 2025, katika ibada ya sakramenti takatifu ya Kipaimara, maombi na baraka za shukurani za familia ya Canon Sara iliyofanyika katika kanisa la St. Stephen's Karuriri. <coughs> Waumini walioshiriki ibada hiyo akiwemo Alfayo Nyaga, Pyurit Nzega, Maxwel Munene na Nicholaus Njeru walisema ibada hiyo imekuwa ya baraka kwa parish ya Emmanuel Gangara na dinari ya Karambari and so that we can be able to sell it to either of the power generating companies like the kengen then he has highrited on the projects at the, at town embu town weby he has started the process of acquiring where nivash uh, supermarket is and um, that is to say iund say in fact that is very visionary of our bishop Otherwise, I would say God bless him. Eh, e, tulikuwa na bishop huku, tumefurahia sana Mimi mwana mwanakwaya wa Emmanuel Church na tunajiita Emmanuel kwaya, tumeimba na tumefurahia sana na mambo ya bishop, ile maneno ametuambia tumefurahi na tutaifuatilia vizuri. Tumefurahi sana kwa kutembelewa na askofu wetu mpendwa na ambaye ameweza kutuongoza na pia kututangazia maendeleo ambayo inaendelea katika E, dayosisi yetu ya Mbeere. Niseme tumeshukuru Mungu, na tunamuombea Mungu aendelee hivyo hivyo, ndiye aweze kutufanyia mengi, sababu inaonekana ni askofu ambaye anaongozwa na neno la Mungu. Faida ambayo tumeweza kuipata sisi kama wanarika, uh, tumeweza kuhubiriwa, tumeweza kujuana na wanarika wenzangu kutoka ile kanisa tofauti tofauti na pia tukaweza kuyapanga mambo ambayo tutaweza kuyafanya mwezi wa nane wakati ambao shule zitafungwa wakija katika likizo ndogo. Ninashukuru sana manake tumehubiriwa. Bishop nataka kumshukuru sana, ameongea maneno ambayo vile kama sisi wa Kristo tunafaa tukae, tunafaa tuishi, tunafaa Tuhurumie wale wengine. Mchungaji David Muriith Kariuki area Dean Dinari ya Karambari alisema ibada hiyo iliongozwa na Profesa Moses Masamba Nthukah aliyeambatana na mkewe Lay Can. Dr. Lucy Masamba, Rais wa Mothers Union Diocese ya Mbeere, ilijumuisha dinari yote ya Karambari ikilenga kuchangia MSF na kushiriki ibada ya vijana. Tumeongozwa na askofu wetu Profesa Moses Masamba Nthukah katika ibanda ya confirmation ya watoto. Vilevile tumekuwa na eh, Thanksgiving, ama kusema shukrani kwa familia ya Canon Sara dinner fellowship. Tunafanya dinner merry go round sasa, tulianza mwezi uliopita parokia ya Karabari tunawaperekea shiringi elfu ishiri eh, eh, kila parokia yote inakuwa 75, na tunaripa MSF support fund leo. Vila tumekuwa na wageni wenye wamekuja katika imbanda ya youth Elefina, ilikuwa service ya youth na sunday school, na tumekuwa na wageni wengi marafiki wetu na wamekuja katuspoti, na tumeshukuru Mungu kwa haya ni kiharifu kutoka hapa katika kanisa la mtakatifu Stefano, St Stephen Karorieri, parokia ya Emmanuel Gangara, dinari ya Karambari ya Siacago. Jina langu naitwa Michael Woga.